baba yako alishaoa mke mwingine. Ndiyo, na mke mwingine ile anasafiri na mdogo wako wa

njaakuma msiwapa aina za kuendea shule. Wapa kila mtu elfu moja mwende mkale shuleni ili mkija hapa mvumilie njaa. Sasa hizi ma kuni zenyewe hazijaletwa napikai amamakakale shule mbali anyumbai i apkupika hmm? mpaka alete kuni sindio hivyo? Na nimewapa zile buku kwa makusudi ili mkija hapa nyumbani nimvumilie ni njaa. Yaani nyinyi bora kuanza shuleni, mwaze nimesoma nini shuleni? Mnakuja kununuliza wali za kula za kula. Singekuwa ameshakata roho kula kama si taro. Hodi. Ni... Hodi. Shikamoo, Marahaba.

nimekuja hapa, nilikuwa namuulizia mjeni Kidadi au ndugu wake yoyote wa karibu ambaye anaweza kumfahamu. kuna shida gani? nimekuja kuwapa pole kutokana na msiba alioupata. Haya basi, karibu. Kwa hiyo umeleta rambirambi? Umelita ah, rambirambi rambirambi, mi sijaja nayo kwa sababu mi mwenyewe nimetoka zangu huko michomisho zangu didi nipitie nije nimpe pole. Kwa hata rambirambi mimi hapa sijaja nayo, nimekuja tu kuwapa pole askaaambiao pole, hiyo kitu hauna hata fuka askari, huna hata shilingi mia, hayo rambirambi mbila hiyo kitu. Mimi nimekuja kutoa pole, maana mimi mzee Mkidadi, mimi na familia yake ni kama nimeshinao kama ndugu ni minvan wanangumbehaa u wini imia kamsimamtuto alionifia, mimi sijafia na mtoto, alifia na mtoto. Yule pale kaburini ndio alifia na mtoto kwa hapa. Hizo habari si za msiba, si habari za pole, hapa zilishia. Kama ni pole, ndio ile kuleta hapa, sijui maana. Rambirambi huna, umekuja kutoa pole, kampe pole yule alala pale kaburini ili ndo familia yake, lakini mi ndo mi. so, so, mimi mimi <laughs> ah, Domi, mke wa mzee Kidaba nyambangwa bitadaa. Sasa ukiniambia mi habari siku za pole, siku ni nini? Mimi naona mchangana, bila shaka wewe ndo mama wa kambo wachwalile ndo mi. Nasemaje mwanamke, una haya wewe? sura kavu kama kisigino chenye magaga haya Umtuma mtoto aende kwenye kuni wakati wenzake wanaenda shuleni asome. Hata hivyo na wasiwasi, yule mtoto utakuwa mamua mwenye. We mwenyewe, kwa sababu haiwezekani we saa hivi hapo umekaa na wanao mnafurahi, mnaenjoi sijui nini nini, we mtoto unamtumisha kuni saa hizi na leo siku ya shule no. Mwanamke una roho mbaya usiojua, vibaya wewe. Naomba unisikize, we mwanamke, tena unisikize uzuri Naomba uondoke kwenye uwanja wangu sasa hivi, nisije nikakufanya kitu kibaya. Yaani sitaki kabisa ugomvi na wewe. Kwanza sikujui, sijui ulikotokea, sawa eh? Nashangaa unakuja kujimaliza. Sasa naomba uondoke hivi ninavyoongea, na ikiwezekana huyo achuelela kukutana naye huko mbebe, ondoka uende ukaishi naye huko huko, sawa eh? Tena haraka, naomba uondoke hapa, maana naweza kukufanya kitu ambacho hutakaa uamini. Wewe mimi ndo sikujui, lakini mimi hapa kwenye kijiji nimeshaishi sana, na hawa watoto pamoja na babake mzee Mikidadi na mamake walikuwa majirani zangu. Kwa sasa nimehamia tu kijiji cha pili hapa. Mimi ndo nikwambia, nikwambie, sikujui um, sikujui mwanamke, siojua vibaya wala siojua haya, lakini mikishi amna senijua Nimekuja kukuambia hivi, uwache kunyanyasa yatima chwalila, hmm. Tena nimekuja kukukanya umguu ni kunotoa moja kwa moja kwa kwa moja kwa mwenyekiti kwenda kukushtaki mambo yako nao, yafanya kwa yeye kunyanyasa yatima chwalila, na serikali ikijua utafungwa, ukale maharage nyewa. Halo. Ebu nisikize kwanza, uende kwa balozi, uende kwa mjumbe, uende serikali za mitaa, hata ukaenda polisi. Mimi hata sikuogopi, wala polisi siwaogopi. Cha msingi bibi, nimesema hivi uondoke kwenye uwanja wangu, sijui unanielewa wewe kibaraka. Kazi paku, paku, paku, paku maisha nyumbani kwako kwa yamekushinda, unajifanya unakuja kunipangia maisha nyumbani kwangu na familia yangu na kama mfata Mzee Mikidadi unamtaka, ndo uje kusema unamtaka Mzee Mikidadi lakini so sijui, unamnyanyasa Chwalila sijui nini. Wewe inakuhusu nini mambo ya familia yangu na mume wangu na watoto wangu? Wewe inakuhusu nini bibi? Fanya uende, nenda bwana salama, utafikiria kibakuli chaombaomba, mwanamke usiyokuwa na haya wewe. Naondoka ila habari ndio hiyo bibi. Mwanamke una roho mbaya, kama hujazaa hujui uchungu wa mwana wewe

kwa ameenda kunitangaza mimi uko mtaani kwamba namnyanyasa. Sasa ngoja atoke, kuni atamtambua, yani nitamkomesha <tipa> huyu okay. Like mbwa nilimwambia hivi natema mate chini yaani, yes, yasikauke okay. Sasa mate ashakauka alafu isitoshe kaanikira tena kanikira kupita kiasi, kwamenda kunitangaza mie huko kijijini na kwamba mimi namnyanyasa, si ndiyo? Sasa leo wakirudi hapa atanitambua. Nitafutie fimbo inayofaa kumchapa yatima, unaelewa? Hmm. Ha, ayafanya haraka. Yaani leo atanijua mimi nani. analiceambke kipumbavu mimi ap

Michekuwa nitakupa lakini tukubaliani, sawa? Nikupi kazi yao utaifanya? Ah, tukubaliani kwanza, utaifanya tunalia sana. Okay. Sasa hii barua umetuma babako chama. Nataka unisomee vizuri tena kwa sauti nisikie. Sawa. Afu, unanidanganya wewe, unanidanganya. Ndio ilivyoandikwa hivyo kweli? tuombe Mungu aipeperushe mbali si nisalimia watoto wetu wote, waambie baba yao na wapenda sana kwa kipenzi. Umenidanganya.